Leo kanisa linapofanya sherehe ya bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Sherehe ya Kristo Mfalme ni sherehe ambayo inaadhimishwa mwishoni kabisa mwa Jumapili ya mwisho ya kipindi cha mwaka wa liturujia, mwaka wa kanisa. Ni sherehe ambayo ilianzishwa na Baba Mtakatifu Pio wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na sita. Sikukuu hii kama nilivyowaambia kwamba inaadhimishwa jumapili ya mwisho ya zamani, ilikuwa ikiadhimishwa jumapili ya mwisho ya mwezi Oktoba, ikionyesha kwamba e, Yesu Kristo yeye ni mtawala na juu ya watu wote, na kwamba yeye mwishoni kabisa atawaletea watu wake amani na yeye ndiye atakayeweza kuleta amani kati ya mataifa. Baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican, sikukuu hii au sherehe hii imepelekwa ku, na kuadhimishwa rasmi katika dominika ya mwisho ya liturujia yaani mwaka wa kanisa. Historia, nini maana ya mfalme na kwa nini Yesu Kristo anakuja kutangazwa kwamba yeye ni mfalme? Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo katika habari ya uumbaji, Mwenyezi Mungu yeye tokea mwanzo kabisa alipomwumba mwanadamu akampatia mamlaka, akasema nendeni duniani mkatawale viumbe vyote. Na ile mamlaka aliyompatia mwanadamu Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba yeye ni mtawala na utawala wake umekamilika. Na kama ni mtawala, yeye ni mfalme, na ufalme wake ni serikali ambayo ipo kamili. Ni serikali ambayo ina wizara zake, ina wizara ya ulinzi, na ambayo inaongozwa na malaika mkuu, malaika Mikaeli, ina wizara ya afya ambayo inaongozwa na malaika mkuu Rafaeli na ina wizara ya habari ambayo inaongozwa na malaika mkuu Gabrieli. Jambo hili la Mwenyezi Mungu kuweza kuwa mfalme na mtawala wa ulimwengu wote limeandikwa katika maandiko matakatifu na lilianza kuonyeshwa wazi kabisa katika ile Agano la Kale, pale Mwenyezi Mungu alipo kuwatoa wana wa Israeli katika ile nchi ya Misri na akawapeleka katika ile nchi ya Ahadi kupitia jangwani. Kitabu cha Kutoka sura ya kumi na tisa aya ya tano ya sita na ile sura ya ishirini na nne aya ya tatu inazungumza jambo ambalo Mwenyezi Mungu akiwa na wana wa Israeli kule jangwani, wakati sasa analiandaa taifa hilo ili liweze kupata katiba kwa tendo lile kubwa ambalo wana wa Israeli walimuona Mwenyezi Mungu akiwa anatisha katika ule mlima, walisema kwamba sisi tutakuwa watii kwa Mwenyezi Mungu na wewe utakuwa ni Mungu wetu. Lakini baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kuwapatia katiba na zile amri zake wakadumu katika njia hiyo Walipofika katika nchi ya ahadi wana wa Israeli, baada ya kwanza kufaidika na yale matunda na zile baraka, walimkataa Mwenyezi Mungu, walimwasi Mungu na waliamua kutafuta mtindo wa maisha ya mataifa mengine ya jirani, wakamkataa Mungu asiweze kuwa mfalme wao. Mwenyezi Mungu akaongea kwa kinywa cha nabii Samweli, akasema wamenikataa waache tunazipata hizi habari katika Samueli wa kwanza sura ya nane aya ya nne hadi ya nane Mwenyezi Mungu akawaambia, wafalme wa kidunia ambao ninyi mnawatafuta, wana wa Israeli, watawalazimisha mlipe kodi, watanyang'anya mashamba yenu, mabinti zenu ambayo ni mazuri watashukuliwa, mtalipishwa ushuru kwenye kila aina ya mazao na kila aina ya wanyama wa kwenu mliokuwa nao, watawatesa, mtakuwa hamna furaha. Wana wa Israeli wakasema, afadhali tumpate mtawala wa kidunia na Mwenyezi Mungu usitutawale. Mwenyezi Mungu akawapatia mfalme wa kwanza kabisa kwa wana wa Israeli, akawapatia mfalme Sauli. Sauli, mfalme wa kwanza wa wana wa Israeli, aliishi maisha mabaya ya hovyo, na Mwenyezi Mungu akamtoa katika ule ufalme, na baadaye Mwenyezi Mungu akawaletea mfalme Daudi, na habari tunaisikia sana, nimemkuta Daudi mtumishi wangu, nikampaka mafuta ili mkono wangu uweze kuwa juu yake. Kitendo cha Mwenyezi Mungu kuweza kuwapaka mafuta kuanzia mfalme, sa, mfalme Sauli na Daudi kitendo cha wale kupakwa mafuta walipewa jina la kuwa masihi, masihi wa Bwana, mpako wa mafuta wa Bwana, na Roho Mtakatifu akawa juu yao. Kwa hiyo wakawa wanaongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mfalme Daudi aliwaongoza vizuri sana wana wa Israeli, na hata alipokuwa anaondoka duniani akaukabidhi ufalme wake kwa mwanaye Sulemani. Sulemani alianza vizuri na mwisho wake ukawa ni mbaya. Alielemewa sana na dhambi na tamaa, na dhambi na tamaa za kina mama wakaharibu mawazo yake, akaja akamwasi mwenyezi Mungu. Kitendo hiki cha kumwasi mwenyezi Mungu, alipokabidhi ufalme wake kwa watoto wake, wakawa ni wahovyo kabisa. Maana yake nini? Mwanadamu pindi akiwa duniani hapa akitaka kujitawala yeye mwenyewe kwa akili zake atafika hatua kufanya mambo ya ajabu na kumwasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akalalamika sana, akaumia sana, kwa sababu wale viongozi ambao alikuwa anawatarajia wamefundishwa, njia ya Mwenyezi Mungu wawaongoze watu wa Mungu katika njia ya kweli, wao ndio walikuwa watu wa kwanza kuwaongoza Waisraeli katika mambo ya ajabu ya uasi Mungu kwa kupitia nabii Samweli na kupitia nabii Yeremia, akaanza kuambia wana wa Israeli, nitawaleteeni mfalme. Na ndipo basi akaanza kuzungumza yeye mwenyewe kwamba mimi mwenyewe sasa nitakuja kuja kuwachunga kondoo wangu, mimi mwenyewe nitakuja kuja kuwaokoa. Akasema nilitarajia kwamba hao wanaokuja viongozi watawatunza na kuwalinda watu wangu, wameshindwa sasa mimi mwenyewe nitakuja kuja kuwa mfalme kwao. Ndio maana utamsikia Mwenyezi Mungu akizungumza katika kitabu cha nabii Ezekieli, e, sura ya 34 aya ya 12 ya 11 hadi ya 12 15 hadi 17. Wakati huo wana wa Israeli walikuwa wamekata tamaa, wanahitaji mchungaji mwema, wanahitaji kiongozi mzuri aweze kuja kutimiza ahadi zao, aweze kuja kuwapeleka katika njia hiyo. Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe na mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia, kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika. Watu walitawanyika kwa sababu ya viongozi wao. Basi Bwana Mungu anasema nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa na wanono na wenye nguvu nitawaharibu, nitawalisha hukumu. Wakati ukaja ukatimia, Mwenyezi Mungu kwa kutumia manabii wake, nabii Isaia akatangaza, anakuja kuzaliwa mfalme, uweza wake utakuwa mabegani mwake. Atakuja kuja kuzaliwa na mwanamke, kama vile dhambi ile ya kwanza ya Adamu na Eva ili ingia kupitia mwanamke vilevile, pia mwanamke huyu huyu atakuja kumleta mkombozi mfalme Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ambaye ametoka katika shina la Yese. Daudi aliyeongoza vizuri, akaja akazaliwa katika zizi lile la ng'ombe. Na kama kawaida, alipozaliwa katika zile zizi la ng'ombe kule Bethlehem, Bethlehem imeunganishwa kwa maneno mawili Bethlehem beti, manake nyumba; lehemu, manake chakula. Yeye anakuja kuja kuwa chakula cha ulimwengu, anakuja kuja kuwalisha watu waliokuwa wana njaa, na ni kweli. Baada ya maisha ya hapa duniani, akawafundisha watu, akawaonyesha watu njia ya Mwenyezi Mungu, watu wakampokea Mwenyezi Mungu, wakamuona Mwenyezi Mungu akiwa anawaponya wakamwona Mwenyezi Mungu kupitia Yesu Kristo akiwa anawakusanya, wakamwona Mwenyezi Mungu mwenye huruma kupitia Yesu Kristo. Ndiyo maana siku ile alipokuwa anaingia Yerusalemu kwa shangwe, Wayahudi, wana wa Wayahudi wa wakaimba hosana, hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana. Yeye mfalme wa ulimwengu aliumba mbingu na dunia, anapoingia Yerusalemu hakuingia kwa jeshi kubwa, hakuingia kwa farasi wa kutisha aliingia na punda, kwamba yeye ni mfalme mnyenyekevu. Wakampokea, wakamshangilia. Baada ya siku chache walimgeuka, wakamuua. Na ndio maana basi Pilato katika ule msalaba pale juu akaandika Yesu mfalme, Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo Pilato alitangaza kwamba huyu ni mfalme, wakati Waisraeli wao walikataa kwamba huyu sio mfalme wao. Mtu mpagani akatangaza kwamba huyu ni mfalme. Na baada ya hapo sasa kwa yake, alikuwa, amikufa, damu yake aliyokuwa ameimwaga pale msalabani alipokuwa amekufa akaimwaga ile damu, mambo ya ajabu yakatokea, akasema pazia likapasuka, miili ya watu ambao walikuwa mekufa ikaanza kuingia Yerusalemu, watu wakaanza kwenda vinguni, maanake akawa amewanunua, amenunua watu wote kwa damu yake ya thamani, damu yake yenye uweza, akamnunulia Mungu watu wote, watu wa makabila, lugha na jamaa, wakawa watu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kuanzia hapo, ndipo basi huyu sasa Yesu Kristo anakuja kuja kuchukua hii nafasi, kuweza kuja kuwa mfalme yeye a, kwa damu yake takatifu amekuja kurudisha kile ambacho kilikuwa kimepotea, na kwa damu yake takatifu aliyokuwa amemwaga pale msalabani amemfanya mwanadamu huyu sasa aweze kuwa na thamani, mwanadamu aliyekuwa amekata tamaa. Na ndipo basi sasa wale wote ambao wamemfuata huyu Kristo kwa njia ya ubatizo, na wenyewe wakapata vyeo vile vile vya Kristo. Kupitia ubatizo, Mkristo amepata cheo cha kuwa mfalme. Kupitia ubatizo, Mkristo amepata cheo cha kuwa nabii. Kupitia ubatizo Kristo amepata cheo cha kuweza kuwa kuhani. Nini maana ya kuwa mfalme? Maana yake yeye ni mtawala, anatawala pamoja na Kristo. Kristo yuko juu yetu, Kristo ndiyo kiongozi wa maisha yetu, na tokea nyakati hizo, kwamba katika maisha ya mwanadamu ambaye anakuwa chini ya Kristo, wengi wamekataa kuwa chini ya Kristo, wamemkataa Kristo, wamekataa njia zake baada ya kumkataa Kristo na njia zake, mateso mengi yamewakuta, maangaiko mengi yamewakuta, hawana furaha, na hiyo kutokuwa na furaha basi imewapelekea wengi kuweza kuwa na maangaiko, hawana amani. Tunapofanya sherehe ya Kristo mfalme, tunautangazia ulimwengu kwamba mwanadamu hawezi kuwa na furaha yoyote ile asipokuwa chini ya huyo Kristo mfalme, na ndio maana basi katika sherehe hii tunawatangazia watu wote kwamba zaidi ya yale ambayo unaweza kuyafanya ambayo yatakupelekea furaha za kiduniani hapa, siku moja utakuja kukutana na huyu Kristo Mfalme. Ni afadhali ukubali, watu wote wakubali kuweza kuwa chini ya Kristo Mfalme, watawala wote wakubali kuweza kuwa chini ya Kristo Mfalme, kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba akawaleta hapa duniani. Utawala duniani hapa unapita, lakini utawala wake utadumu milele na milele akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.